Hello. Karibu tuendelee. Sasa hapa tutaangalia nine common English and Swahili verbs. Yaani misamiati ambayo hutumika mara kwa mara. Eh, aidha kwenye kuzungumza Kiingereza. Namba moja, kuja. Unaona neno kwa Kiswahili come. Njoo. Go, nenda au kwenda. Run, kimbia au kukimbia. Like kupenda namba tano. Drink, kunywa. Namba sita. Eat, kula. Namba saba, ok, kusoma kwa Kiingereza utasema red, red. Namba nane, kuandika Write. Write. Write. Kama wale ambao haujui kutamka namba, basi tufanye praktisi ya ya kutamka namba tisa kusikia hia hia hia. Namba kumi kuona si. Namba kumi na moja kusema spik. kumi na mbili kufikiria tik tik. kumi na tatu kulala slip slip. kumi na nne kuamka wekap wekap. kumi na tano kufanya du du. kumi na sita kutengeneza mek kumi na saba kuchukua, take. kumi na nane kuweka, put. kumi na tisa kupa, yani kumpa mtu yani, give. ishirini receive, kwa Kiswahili utasema kupokea, receive a phone, unapokea simu. Namba ishirini na moja kufungua, open, en open the door, unafungua mlango, open. Shina mbili, kufunga, close. Close your eye, funga macho. Close your eye, funga ni kufunga. Shina tatu, start, kuanza. Start your work, anza kazi yako. Start ni kuanza. Shina nne, hwa finish. Finish your work, maliza kazi yako. Namba, shina tano, kusafiri, travel, kusafiri. Namba, shina saba, meet, kukutana. Nice to meet you, nafurahi kukutana na wewe. Shina nane, leave Kuacha. Mfano, unaachwa na mtu mona, umeachwa na mtu wako wa karibu. ishirini na nane uu oh, ishirini na tisa kurudi return, rudi hapa ritania. thelathini kumbuka remember. thelathini na moja kusahau oh, forget. namba thelathini na mbili try kujaribu. thelathini na tatu succeed kufanikiwa thelathini na nne kushindwa utasema ni fail, fail. thelathini na tano kucheka laugh. thelathini na sita kulia cry. thelathini na saba kuimba sing. thelathini na nane kucheza dance. thelathini na tisa kuongelea, kuogelea swim. arobaini kuruka jump. arobaini na moja kutembea walk. arobaini na mbili kukata cut. Arobana tatu kuchoma, burn. arobana nne kuosha, wash. arobana tano kusafisha, clean. arobana sita kujenga, build. arobana saba kuvunja, break. arobana nane kurekebisha, fix. Kurekebisha, unarekebisha nini? Kitu, fix something. arobana tisa kukata, yaani kukata kukataa, refuse, unagoma, sindio? to refuse Kuhitaji, unahitaji kitu I need you, na kuhitaji, I need you. Sasa hapa nakuonyesha namna ambavyo inaweza ikatumika kwenye sentensi, si ndio? hamsini na moja. Want, kutaka. hamsini na mbili kupenda love. hamsini na tatu kuchukia hate. hamsini na nne kuogopa. Sasa hapa anaona, utaendelea kusoma mwenyewe hapo zilizobaki, tuone.